Tutaangazia hali ya mambo kwenye uchaguzi huo mkuu nchini Tanzania, lakini tutaliangazia hilo ambalo limezungumzwa kwa kiasi kikubwa kwenye hii ripoti ya Amina. Ni uchaguzi wa saba huu unaojumuisha vyama vingi, lakini ukifanyika eh, bila ya chama kikuu cha upinzani Chadema, na pengine ambaye alitarajiwa kuleta upinzani Luhaga Mpina kutoka chama cha ACT Wazalendo ni... Sasa mchakato huu wa kidemokrasia umefanyika kidemokrasia na pengine upi mwelekeo wa kisiasa huko nchini Tanzania, hata baada ya uchaguzi huu? Hapa studioni tunaungana na Ali Mohamed, yeye akiwa huko visiwani Zanzibar, na tulitaraji tuli kuungana pia na Lovelet Lwakatare, mchambuzi huyo masuala ya kisiasa huko nchini Tanzania eh, lakini bado naona mawasiliano kidogo yana tuna tunataraji kwamba tutapata tu namna ya kuendeleza mjadala huu, tukianza na Ali huko visiwani Zanzibar. Labda utuambie ni kwa kiasi gani, najua umefuatilia mambo haya, mchakato huu wa kidemokrasia umefanyika kidemokrasia. Karibu. Asante uh, sana uh, ukiuliza kwa kiasi gani mchakato huu ume, ume, ume, umefanyika kidemokrasia uh, kwa upande labda wa Tanzania bara pamoja na, na Zanzibar, kwa maana ya mchakato mzima uh, uchaguzi unaweza ukawa kuna kuna pande mbili, kwa maana tukizungumzia Zanzibar pamoja na, na upande wa, wa, wa Tanzania bara uh, kwa kwa upande wa Zanzibar, unapozungumzia asilimia uh, ngapi ama mchakato huu umefanyika kwa kiasi gani uh, katika mazingira ya, ya kidemokrasia, ni kwa maana angalau unapata ile ladha ya kuingia katika mchakato wa uchaguzi E, wa ushindani wa ushindani kwa sababu e, kuna chama tawala lakini vile vile kuna chama ambacho tunakiita chama kikuu cha upinzani ambacho ndio mshindani mkuu wa chama tawala. Hii inaweza ikawa ni tofauti kidogo la upande wa Tanzania kwa maana tukizungumzia e, mchakato uchaguzi, wa uchaguzi wa, wa, wa urais wa Tanzania kulingana na mazingira ambayo yamejitokeza kwa sababu E, uchaguzi huu wa, wa Tanzania umeingia pasipo kuhusisha chama kikuu cha upinzani kwa upande wa Tanzania kiujumla, kwa maana ya Chadema ambacho chenyewe e, kimejitoa katika mchakato huu kikiwa na madai yao ya, ya, ya kufanyika kwa mabadiliko kwanza kabla ya kuingia katika mchakato huo wa, wa uchaguzi. Ni tofauti na, na Zanzibar ambapo ACT ndio chama kikuu huko cha upinzani na chenyewe pia ndo mshirika wa, wa, wa serikali. Kwa hiyo ukija ukizungumzia kwa upande wa, wa Zanzibar na, na upande wa Tanzania bara lakini kwa maana ya uchaguzi wa Tanzania eh, unaona kuna kuna, kuna tofauti kidogo kwa pande hizi mbili kwa maana ya Zanzibar pamoja na upande eh, eh, nakosakutumia lakini na tabii mtumie va Tanzania bara kwa sababu huko kwenyewe eh, ule uwakilishi ambao ulitegemea uli tofauti na chaguzi ambazo zimepita kwa maana chaguzi sita zilizopita. E, chama tawala kwa maana ya CCM kilikuwa e, kina mshindani ambaye anaonekana kwamba huyu ni mshindani wa, wa, wa chama tawala, tofauti na uchaguzi huu ambao tunaushuhudia mwaka elfu mbili na, na ishirini na tano Muhammad mm. Eh, lakini wenyewe kwa, kwa maana ya Chama cha Mapinduzi, ukiwasikia wanajenga hoja kuwa vyama vilivyosajiliwa vilikuwa viko kumi na tisa kumi na saba vinashiriki uchaguzi huu chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kiliamua chenyewe kwamba kinasusia, kikidai mageuzi ACT inaonekana mgombea wake alikabiliwa na vizingiti. Kwa hiyo CCM wanasema hakuna sababu ya kutoupa uhalali. Kuna hoja gani za kupinga madai hayo ya CCM? E, Rashid ni sahihi, hakuna hakuna sababu ya, ya, ya, ya kupinga uhalali, na labda naweza nikatoa mfano mdogo wakati Eh, wakati mwingine eh, nikitoa mifano labda katika upande wa wa, wa, wa, wa soka huku unaweza ukasikia pia katika lugha kama hizi kwa upande wa makocha timu imesajili wachezaji labda ishirini na tano kukosekana wawili watatu hivi haiyumbishi hai, hai, hai, lakini kiuhalisia kabisa kuna kuna kuna, kuna wachezaji wakikosekana wanakuta kabisa kwamba hili linaonekana eh, ni pengo hili la, la, la, la, la, la kuto kufanya uchaguzi labda usi usifanyike kwa sababu ya baadhi ya vyama na, na, na mengineo. Ni kama ulivyosema, ni kweli hali, halihalalishi hali hiki kitu kisifanyike, lakini kiuhalisia sasa, tunapo eh, tunapoangalia eh, ule ule ule, ule ushindani kwa mfano katika, katika ripoti hapo ambazo eh, zimepita, yaripotiwa ripoti kwamba baadhi ya, ya maeneo hakujashuhudiwa kabisa uh, ule mwamko wa watu, pengine inawezekana ikawa mojawapo ni sababu hiyo ya E, ya yale ambayo yalikuwa yakiripotiwa mitandaoni kuhusiana na kuhamasisha watu kuelekea katika maandamano katika siku hii, lakini pia sababu nyingine e, na naamini, na, na pia inahusika ni kwa sababu ya kwamba hakuna hakuna ule ushindani ambao tumeushuhudia katika katika katika, katika chaguzi sita zilizopita kutokana na kwamba e, sisi inaingia katika uchaguzi wa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pasipo kuwa na, na, na yule mshindani ambaye alikuwa anatarajiwa kuonekana katika hizo chaguzi sita zilizopita kito ukitoa chaguzi hii ingawa e, hiyo pia ni tofauti kidogo na upande huku wa Zanzibar ambao tunashuhudia lile. Kabla hujamuuliza swali jingine Muhamed, nataka tuingie kwenye yeah. uchaguzi wa mm. Zanzibar ametoa tathmini ya uchaguzi visiwani Zanzibar na ule wa Tanzania kwa, kwa, kwa ujumla. Muhamed eh, uchaguzi mara hii Zanzibar unafanyika kwa mara ya kwanza bila ya kuweko mwanasiasa kigogo upinzani Maalim Seif Sharif Ahmad aliaga dunia. Unadhani ushindani utakuwa sawasawa sawa? Hasa chama hiki cha ACT Wazalendo ambacho ndio kimebeba mikoba ya wafuasi na mtazamo wa sera ambazo Maalim Seif alikuwa anazipigia uh, debe dhidi ya mgombea wa chama cha Mapinduzi, uh, uh, Hussein Mwinyi inaweza isiwe kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kiasi hicho, uh, kwa sababu ya ya ya ya ya Maalim kuto kuwepo na, kama ulivyosema, uchaguzi huu tangu mfumo wa vyama vingi tisini na mbili ni kwa mara ya kwanza tunashuhudia uchaguzi huu, huu ambao unamkosa Maalim Seif. Lakini vilevile kingine ni kwamba eh, tangu umerudishwa ume, ume, mfumo wa vyama vingi mwaka tisini na mbili huu ndo tunashuhudia uchaguzi wa kwanza chama eh, ambacho kwa wakati huo kabla ya ACT Maalim alikuwa akikuwakilisha CUF, chenyewe hakina mgombea urais eh, wa Zanzibar baada ya mgombea wake kukosa sifa na hivyo kuinguliwa. Lakini eh, nikija katika katika swali lako ina-, ina haiwezi kuwa eh, kama vile ambavyo maalim alikuwepo, lakini eh, ni wazi na tutakubaliana kwamba eh, ile kauli mbiu ya tunashusha tanga tunapandisha tanga ambayo ndiyo iliasisiwa kipindi kile maalim anatoka CUF na kujiunga na, na ni kama vile alitoka na, na, na kundi le, lake lote ambalo walikuwa wakimuunga mkono lakini kwa kiasi fulani hivi, hata eh, ukijaribu tu kuzungumza na baadhi ya ya makundi ya vijana hivi, unaona kuna hali fulani tofauti kidogo na ile ule mwamko ambao walikuwa nao kipindi ambacho siasa hizi zilikuwepo na Maalim Seif alikuwepo. Ni kama eh, kuna morali fulani imeonekana imeonekana kushuka, eh, na labda wengine walikuwa waki, wakihusisha kwamba mwenye mwenye mwenye chama chake hayupo au mtu ambaye alikuwa akiwavutia katika siasa hayupo, basi inakuwa ina, ina sivyo kama kuna kundi ambalo lenyewe wanashiriki mm. katika uchaguzi au wanaona labda shughuli hizi za, za, za kiuchaguzi bila Maalim ni kama vile hakuna kitu. Na labda naweza nikakuuliza ni uh, nafasi ipi ambayo labda uchaguzi huu inao katika kuleta utangamano siku za usoni baada ya kile ambacho kinaonekana dhahiri kwamba ni uchaguzi ambao unafanyika katikati ya mgawanyiko wako ambao wamekiri kabisa kwa hawaoni sababu ya kwenda kupiga kura kwa sababu vyama vyao havijashiriki. Nini nafasi ya uchaguzi lakini pia e, utawala ujao? Yamezungumzwa mengi kabla ya mchakato huu wa uchaguzi e, nakumbuka viongozi mbalimbali wa kidini e, baadhi ya wanaharakati walikuwa wakishauri labda kabla ya kuingia katika mchakato huu ni vyema e, kwanza tukatafuta huo unaitwa e, e, umoja e, wa kitaifa, watu wakae, wazungumze na kama kuna hizo dosari ambazo zinaweza zikafanyiwa kazi kwa muda huu ambao tuko nao basi ziweze kushughulikiwa kwanza kabla ya, ya kuelekea katika mchakato huo. Eh, hayo labda ni kwa upande wa, wa, wa, wa upande wa uchaguzi wa, wa, wa Tanzania. Lakini kwa upande wa, wa, wa Zanzibar eh, na, na, na, naweza kuiona hali ni tofauti na ilivyokuwa kwa chaguzi ambazo zilikuwa eh, zimepita. Tumeshuhudia utulivu wa hali ya juu katika eh, kipindi ambacho kabla ya uchaguzi kitu ambacho ilikuwa ni ngumu kidogo katika kukishuhudia kwa miaka ya huko nyuma, lakini hata hii leo ambapo uchaguzi ndo unafanyika hakujaripotiwa taarifa zozote zile za, za, za, za vurugu, na tayari shughuli nyingine zikiwa zinaendelea, watu wamepiga kura wanaendelea na, na shughuli zao. Kwa hiyo kwa hiyo kwa Zanzibar eh, hatutarajii hatu hali tofauti na, na, na, na miaka iliyopita katika eh, upande wa utengemano, labda tofauti ambayo tunaishuhudia ni kwamba tumeshuhudia kipindi cha utulivu, tumeshuhudia kipindi e, cha amani tofauti na, na chaguzi zilizopita. Lakini kwa kwa Tanzania ni yale ambayo walikuwa wakiashauri e, baadhi ya ya ya, ya viongozi wa dini na makundi mengine kwamba ilikuwa na kulikuwa na haja e, ya kutafuta kwanza e, umoja wa kitaifa, yale ambayo e, pengine e, Chadema ambao ndio chama kikuu cha, cha upinzani walikuwa wakialalimikia na, na, na, na, na kuona namna yanaweza yakasikilizwa yaka, yaka na kama kuna namna ya, ya kuyatatua kwa wakati ambao umekuwepo basi yatatulike ili mm, watu waingie katika mchakato huo wa uchaguzi wakiwa wakiwa wamoja. eh, swali la mwisho pengine eh, Mohamed, Rais Samia alipochukua madaraka baada ya kifo cha John Pombe Magufuli alisifiwa sana kuwa mwana demokrasia na mtu aliyeibadilisha Tanzania kutoka kile kilichokuwa kinaitwa wakati ule mkondo unaokiuka demokrasia inaonekana sasa hivi ameingia katika shimo lile lile. Hali ilivyo sasa inaipaka tope Tanzania kimataifa na ndani ya nchi yenyewe, kwa maoni yako? Kwa maoni yangu hali ambayo ina-, ina inaonekana muktadha wa, wa, wa, wa kuipaka tope Tanzania ya kimataifa unakuja pale ambapo unaposikiliza, unapo maoni ya ambayo yanatokana ya ya ya, ya katika, katika, katika katika makundi fulani lakini, eh, kiuhalisia kwa yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa na wakati mwingine yakitolewa ufafanuzi kupitia, eh, kupitia kupitia kupitia serikali, ukirudi uki nyuma unaona ni, ni, ni, ni baadhi ya, ya matukio ama ya taarifa hizo hizo ambazo zilikuwa zikiripotiwa kipindi ambacho hata Eh, Rais Samia hajaingia madarakani kwa maana wakati wa Dkt John Pombe Magufuli eh, lakini haya labda sasa hivi yanaibuka ya zaidi kwa sababu wa hicho alichokisema, kulikuwa na eh, matumaini fulani hivi wakati anaingia. Kumbuka kulikuwa na baadhi ya ma mazuio kadhaa hivi ya kisiasa ya kuwepo, akaruhusu na ule msemo wake wa 4R lakini baadaye, labda yale matumaini ambayo watu waliyatarajia zaidi hayakuweza kuonekana, na ndo hiki ambacho tumeweza kukishuhudia kwa sasa, ukiwa na na, na, na ukosoaji mkubwa kwa serikali yake. Tunashukuru sana kwa ushiriki wako na tunashukuru sana eh, mtazamaji na msikilizaji wetu. Uh, tukiachana uh, na hayo tunaelekea sasa nje ya Tanzania, lakini kabla ya hapo, tunaambiwa kwamba George Njogopa yuko hapa tayari kutu-, kutueleza yale ambayo yanajiri huko jijini Dar es Salaam. George, unatupata naam? Lile nakupata haya. E, tulisikia ripoti yako mapema, lakini tunaarifiwa kwamba kuna mengi ambayo yanajitokeza huko. Hebu tupashe japo kwa ufupi tafadhali. Kusema kweli pamoja na kwamba kwa jumla unaweza kusema kwamba hali ni shwari, lakini katika upande wa pili hali si shwari hivyo kwa mm, sababu maeneo kadhaa yanaripotiwa uh, kuwepo kwa uharibifu mkubwa, na makundi ya vijana yamevamia mitaani yakiharibu baadhi ya, ya mali. Ripoti zinaonyesha na baadhi ya picha za video zinazosambazwa zinaonyesha vijana wamefanya uharibifu pia katika vituo vya kujaza mafuta, yani vituo kwa lugha ya zamani petrol station na pia kuna uh, maeneo ambapo mabasi hayo mwendo kasi yanaegeshwa pia yamefanyia uharibifu na mabasi yenyewe. Kwa hivyo no kumekuwa na kidogo na hali ya taharuki, baadhi, maeneo, maeneo, maeneo, maeneo yanayoripotiwa, Kariakoo, ya taharuki katika baadhi ya maeneo maeneo yanayoripotiwa Kariakoo, maeneo ya kibara na hata maeneo kadhaa ya Sinza na hata pahala ambapo mimi nipo, nimesikia risasi kadhaa zikiunguruma kakiashiria kwamba askari polisi wanajaribu kuwadhibiti hao wanaofanya maandamano katika maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Na labda umejaribu kuzungumza na wawili watatu, madai yao ni yapi hasa ukiwafuatilia, mm, ukisikiliza? kwa sababu haya yanazungumza sio mapya sana, kwa sababu wanaungana kwamba kilio kile kile kwamba uchaguzi unaofanyika sio haki na halali, kuna udanganyifu wa uchaguzi unaofanyika, yale yanao tangazwa uh, katika matokeo vituo vya kupiga kura, sio ridhaa ya wanacho... wazio... baadhi ya upiga kura. Kwa hivyo wanachokiona kwamba uchaguzi huu kama si ni macho kwao, kwa hivyo wanaungana na kilio ambacho kinatolewa na baadhi ya viongozi wa kambi ya upinzani kwamba kuna haja ya kufanyika maridhiano na marekebisho kabla ya kuingia katika sanduku la kupiga kura. Kwa hivyo ndivyo wanavyopaza wanavyoingia hmm mitaani. George, polisi imetoa taarifa yoyote kuhusu matukio haya ambayo una unayataja ambayo yameripotiwa yame na picha na video zake kusambaa kwenye mitandao e, ya, ya kijamii? Msemaji wa jeshi la polisi wakati akijitokeza asubuhi katika kituo cha taifa BC kutoa ufafanuzi kuhusu hali ya usalama alidokezwa kwamba hali ni shwari na hakuna hali yoyote korofi. Uh, makamanda wa polisi wa mikoa pamoja na doria zinafanywa, lakini ghafla jenizumu mnamo dakika za baadaye, kuanzia nyakati za saa tano kwenda saa sita kidogo, hali ilianza kuwa inabadilika taratibu. Kwa hadi dakika hii kujibu swali lako sasa, hakuna taarifa bado kwa sababu haya matukio bado yanaripotia na risasi zina na watu ambao walichelewa kufungua maduka ya tengini, ya ya Nisho, nina, na biashara wanaonekana sasa wanafunga funga kwa kuhofia, pengine inaweza kwa yakumba yoyote. Kwa hiyo wanaondoka kujisalimisha wenyewe na pia mali zao, kulikuwa vile vilevile na ripoti zinasema uh, kasi ya mtandao wa internet imepungua sana. Umelishuhudia hilo wewe kwamba huwezi kuingia kwenye mtandao kama Instagram ama mitandao mingine ya kijamii ama hata kutumia kabisa mtandao wa internet bair shairi kweli mitandao yametiwa korokoroni kwa wakati kama huna mdini mbadala unaweza kuitumia basi ni ngumu kupata fursa ya kuingia katika mitandao ya in, internet haifanyi kazi kwa wakati huu labda kama utakuwa na mdini mbadala wengine wanasema kwamba kuna kitu kinaitwa vpn ambacho ukiingia huku kwa kutumia daraja hilo bila shaka unaweza angalau ukaangalia kuingia katika mitandao kwa ku kwa kiwango cha internet huweze kupata huduma nyingine kama Facebook, Instagram na mitandao mingine kama X. mm -hmm. Njogopa, tunashukuru sana kwa haya ambayo umetueleza sasa, lakini tunaamini utaendelea kufuatilia na kwenye matangazo ya jioni utaturudia na mapya zaidi. Nashukuru sana. Rashid tulikuwa tunakwenda nje ya Tanzania. Ndiyo, tulikuwa mm. tunakwenda eh, nchini Kenya manake mm. uchaguzi unapofanyika majirani pia no, no, macho kwenye kanda mm. ya Afrika Mashariki mm -hmm. utetezi wa haki za binadamu na wanaharakati Afrika Mashariki unatiwa wasiwasi na hali nchini Tanzania mpaka uchaguzi mkuu unafanyika hivi leo. Wakati huu huu waandishi wa habari wa kigeni kutoka mataifa jirani wamekumbana na vikwazo vya usajili vilivyowafanya washindwe kuingia Tanzania kuripoti uchaguzi huu uliowatupa nje wapinzani wakuu wa Rais Samia Suluhu Hassan. Mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Thelma Mwansaya ametutumia ripoti ifuatayo. Kwenye taarifa yao ya pamoja na washirika wa kikanda chini ya mwamvuli wa jumuiya ni yetu, tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya KHRC imetahadharisha kuwa mazingira yaliyopo hayaruhusu uchaguzi kufanyika kwa uhuru na haki. Martha Karua ni kiongozi wa chama cha PLP ambacho ni mwanachama wa muungano huo wa kikanda, na anasisitiza kuwa kinachotokea Tanzania sio uchaguzi As for an Martha Karua anasema kwamba hakuna mgombea wa upinzani, kwa hiyo hakuna uchaguzi, ni maigizo au drama. Tume ya KHRC imeelezea wasiwasi wake kuhusu hali ilivyo ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa ukizingatia malengo ya jumuiya. Kwa mtazamo wao, taarifa yao imekashifu vitendo vinavyowanyima haki na uhuru wagombea wa upinzani kushiriki kwenye uchaguzi mkuu. Leonard Onyango ni mkazi wa Nairobi na amekuwa akifuatilia siasa za Tanzania kwa muda na huu ndiyo mtazamo wake. Uchaguzi wa Tanzania unaonyesha jinsi ambavyo demokrasia imedidimia Silaumu aliyoko mamlakani na laumu katiba ambayo ni mbovu. Naona uchaguzi wa Kenya huwa na ushindani mkali, lakini wa Tanzania unaonekana hauna, hauna ushindani hata kidogo wakinukuu taarifa na utafiti wa hivi karibuni wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, tume ya KHRC imedai kuwa hali imewabana zaidi wahusika. Hata waangalizi wa kimataifa wamejiondoa kwenye zoezi hilo. Duru zinaeleza kuwa Ubelgiji, Sweden, Ireland na Ujerumani hawajapeleka waangalizi wao na kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP pia halijawakilisha safari hii. Taarifa hiyo pia imetiwa wasiwasi wasi na vikwazo vilivyowekewa vyombo vya habari na majukwaa ya mitandaoni, kwani mashirika ya habari ya kimataifa yamepigwa marufuku kuingia Tanzania na vibali kufutiliwa mbali. Boniface Mwangi ni mwandishi wa habari na mtetezi wa haki za binadamu nchini Kenya, na aliwahi kujikuta pabaya alipoizuru Tanzania kusimama na kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Tundu Lisu anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Kwa mtazamo wake uchaguzi huu hauna mashiko. Uchaguzi huu ni kati ya suluhu na Samia, hakuna mgombea wote ambao ni wamwana ambaye anasimama kama jumuiya ya afrika mashariki. Tuna tunaombea watu wa Tanzania, tunajua kwamba hakuna uchaguzi leo ni Ziburi inatendeka leo. Yote haya yakiendelea, Lisu na mwenzake wa Uganda Kiza Besije, ambao wanazuiliwa jela katika nchi zao, wametambuliwa kama mabingwa wa demokrasia barani Afrika na kongamano la mwaka huu la Umoja wa Demokrasia Barani Afrika linalohitimisha kikao chake hii leo. Thelma Mwazaya, DW Nairobi. Rashid, wenzetu wanavyofuatilia wanautizama kwa hivyo, ulivyosikia na mm -hmm. hata leo kwenye magazeti nchini Kenya mm -hmm. E, vichwa vya habari vingi vina vinaonesha hali hiyo ambayo hata nchini Tanzania inazungumzwa ya kuwa uchaguzi mara hii umekosa ule msisimko wa upinzani wa uzani. Kichwa kimoja cha habari kwenye gazeti la Kenya kimeandika hichi tulichokisikia kinasemwa kwenye ripoti ya Thelma, e, Samia dhidi ya Suluhu inaonyesha kwamba e, kiongozi huyu voti kwenye uchaguzi wa leo. Lakini ukiangalia nimemsikia nime mara kadha mwenyewe, eh, akisema kwamba upinzani ni upinzani. Hakuna upinzani mwepesi. Mm. Eh, anawaambia wana CCM, jitokezeni, nendeni mkapige kura, msidanganyike kwamba kuna upinzani mwepesi. Na hili ndio lilosema hata mchambuzi um, kwamba ni ngumu kueleza ni kwa kiasi gani uchaguzi wa leo unakosa uhalali kutokana na, na msimamo huu ulio mm, unaoelezwa na Samia Suluhu Hassan pamoja na chama eh, cha Mapinduzi, lakini ule ukweli kwamba vyama vikubwa viwili vyenye vi nguvu na hata mchambuzi tuliozungumza naye ametuambia kwamba tangu mwaka 95 mfumo wa vyama vingi uliporejea nchini Tanzania, katika kila uchaguzi mgombea wa chama tawala alikabiliwa na mgombea wa upinzani mwenye nguvu madhubuti mm. Tangu 95, wakati wa Benjamin Mkapa, 2000 alipowania muhula wake wa pili mm. Jakaya Kikwete mwaka 2005, 2010, hata uh, John Pombe Magufuli mm. ambaye alizingatiwa na wengi kuwa si mpenzi sana wa siasa za ushindani ha, mwaka 2020 alilazimika kukabana kuna Tundu Lissu, Tundu Lissu. Eh, mm. licha ya kwamba upinzani ulisema uchaguzi haukufanyika katika misingi ya uhuru mm-hmm.